Halmashauri ya mji Tarime ina jumla ya mitaa 81 ambapo kati ya hiyo mitaa hamsini na nane tayari ina umeme na mitaa 23 bado haijafikishiwa umeme. Aidha, mitaa kumi na tatu inapelekewa umeme kupitia mradi wa HEP 2A na mkandarasi aitwaye Dyname Construction Engineering. Mitaa kumi iliyobaki itapatiwa umeme katika miradi inayofuata kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante. Pamoja na kuwa wilaya ya Arusha mjini kuwa, kuwa mji wa kitalii, lakini bado kuna changamoto kubwa ya umeme hasa kwenye maeneo ya pembezoni hususan kwenye kata ya Terat, mitaa ya Olopolos, Maskiria na Engavlen, je, ni lini serikali sasa itaka itaondoa changamoto hii? Serikali inatekeleza miradi mbalimbali mbali katika maeneo ambayo yapo pembezoni, ama kwa jina lingine tunaita periaban. Kupitia uh, wakala wetu wa nishati vijijini tunayo miradi ya pembezoni mwa miji yaani periaban inayotekelezwa kwa ajili ya kuendelea kusambaza umeme katika maeneo ya pembezoni mwa miji. Kwa hiyo na kwa uh, jiji hili la Arusha katika kata ambayo sema ya Telat, tutaenda kuangalia kama maeneo haya hayapo katika mpango ambao tunao wa kupeleka umeme kwenye maeneo ya pembezoni mwa mji, basi tutaendelea kuyafikishia umeme kupitia miradi mbalimbali mbali ya TANESCO ambayo inatekelezwa katika maeneo ya miji, katika kuhakikisha tunaendelea kuimarisha miradi ya usambazaji kwa ajili ya kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme. Lakini kwa sababu maeneo haya yamesema mahususi kwa ajili ya utalii, basi nitaenda kuyapitia tuweze kuona kama hayapo kwenye mpango wote basi kwa mwaka ujao wa fedha tutaweka katika mkakati ili na maeneo haya pembezoni yafikishiwe ya umeme kwa ajili ya kuimarisha hali ya utalii katika kata hii ya Terat. E, vitongoji vingi katika wilaya ya Karatu havina umeme lakini vichache vilivyoingia kwenye mradi umeme wa kupelekewa umeme zimepelekewa nguzo 40 peke yake ambayo bado haitoshelezi na kuna maeneo mengi haitapata haita umeme. Je, kwa nini serikali siongeze idadi hiyo angalau kukava vitongoji hivyo kwa kuanzia kwa, kwa, kwa miradi ambayo inaendelea vitongoji ni miradi ambayo ina wigo wake maalum kulingana na kazi ambayo amepewa mkandarasi, lakini nimtoe shaka Mheshimiwa mbunge. Katika mradi wa vitongoji 9,000 ambao sasa hivi ndio tutatafuta mkandarasi na Karatu pia ipo katika mradi na inaenda kupewa vitongoji vya ziada. Kwa hiyo muhakishie Mheshimiwa mbunge, miradi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji ni miradi endelevu. Vile 15 ilikuwa kwa ajili ya kila jimbo na ilikuwa ni kwa ajili ya wigo maalum. Lakini tunaendeleza mradi hii, miradi hii kwa ule mradi Kubo, kupeleka umeme kwenye vitongoji elfu ishirini na awali ya kwanza awamu ya kwanza nilishasema tumeanza sasa hivi kwa kutafuta wakandarasi kwa vitongoji elfu tisa na wilaya nyingi pia ziko covered katika miradi hiyo. Kwa hiyo mwakikishe, mheshimiwa mbunge, tutaendelea kupeleka umeme katika vitongoji hivyo kwa miradi hii ambayo inaendelea.